Baada ya Larry Madowo ambaye, uh, ni mwanahabari wa CNN kutoa ile habari ambayo alitoa kulingana na mambo ama matukio yaliyotokea kule Tanzania, uh, ndugu zetu wa Tanzania wameamua kumpa ama kumpongeza, na wanasema hawana njia nyingine ya kumpongeza Larry, Larry Madawa ama Madowo <laughs> jinsi wanavyomwita wengine Larry Madawa, lakini kwa jina lake sahihi ni Larry Madowo. Hawana jinsi wanavyompongeza, hawana njia nyingine ya kumpongeza Larry Madowo ila kumfanya kama uh, picha zake kuzifanyika kuwa kama profile picture ya Watanzania wengi hivi. Uh, ndivyo anavyosema: naomba tuanzishe kampeni humu ndani, yaani kule Tanzania, profile picture zetu zote tumweke uh, huyu jamaa kwa wiki moja kama heshima kwa alichokifanya. Hatuna cha kumlipa zaidi ya kumwonyesha heshima kubwa, nawasilisha hoja. Akasema hivi, anasema hivi hapa Alafu akaeka picha yake Larry Madowo hapa ambayo nitawawekea hapo mwione. Hivyo ndivyo wanaosema Tanzania. Alafu tuone, wakaanza mara hiyo hiyo baada ya dakika chache, sekunde chache wakaanza kuweka. Naona hapa Duksa anasema mapema sana. King anasema tayari kwangu. Alafu King anasema tayari naansa rasmi. Koki anasema wewe bado. Madina Forum anasema tayari mkuu. Akasemaje uh, hapo Diotri, Dtronics, akasema akamtag Larry Madowo pale akasema kwa heshima mzee. Uh, Big Joe akasema mapema sana, alafu tu uh, limeisha hilo, manake tayari ashakifanya shafanya ashameka ashamweka Larry Madowo kama nani picha Larry Madowo, kama profile picture yake pale, alafu namuona uh, simlize wa simlize simi, simize uh, naanza mimi tayari kashaweka pale babas Vos uh, imeisha hiyo tayari ashaweka uh, mbona uh, mbona haijamtag sasa, wanasema mbona mbona wanaweka na wamtag sasa. Maana kwa nataka waweke wakiendelea kumtag, ila kila mtu afahamu ama kila mtu apate kujua. Uh, engineer anaweka pala weke namba tumwokoteshe, eh hey, hey. kuna wengine wanasema pale Larry Madowo weke namba yake pale ili Watanzania wamwokoteshe kwa kitu yani, wamwekee hela pale kwa kumshukuru tu kwa yale ambayo ya ameyafanya, manake ni habari ambazo zilikuwa zimefichwa, lakini kwa sasa ziko huru ziko huru, manake kila mtu dunia nzima ambaye ana uwezo wa kuwatch a CNN, anaweza pata zile habari jinsi zilivyo, kwa utendeti na kwa uhakika kabisa, manake washaziona. ziko sawa semaji la Sovieti, anasema bila kuchoka arifu, maanake ashamuweka pale kabisa. Alafu tiba asili anasema isha hii, isha imeisha hiyo, sawa. Ashamweka picha pale picha yake Larry, kama profile picha yake, and then anasema luta, anasema challenge accepted. Samson, Samson tayari shaiweka, yeah, pale picha yake Larry Madowo anasema Uh, akamtag pale at Larry Madowo and then akaeka pale at 255 uh, sokori gati tayari caweka pale, anasema dan la laswit, anasema dana ji, anasema dan. Uh, one love al Larry Madowo madoon then uh, Frank United anasema dan. uh, the Dark Knight Zombie anasema mapema tu yani ashaifanya kabisa eh? El Senior de la Sierra anasema tayari ashafanya pale manake ameweka, alafu tunamwona CM Kimani, good idea, manake anasema ambacho mlikileta ni sawa sana bani, so hivyo ndo hivyo, kuliko kule Tanzania manake wanamsherehekea Larry Madowo wa kufanya kazi nzuri sana ambao wanahabari wengi wa Tanzania hawangeifanya manake mm, Mbona walikuwa wameogopa ama mi, ama nini kilichokuwa kinafanyika kule? Sasa kama wewe ni Mtanzania, kama ni Mtanzania na unapenda kila ambacho Larry Madowo amekifanya eh, kama wewe ni Mtanzania na unapenda kila ambacho Larry Madowo amefanya, tuambie kwenye comment section. Je, unaona ni sawa ni sawa kumweka Larry Madowo kama profile picha yako ili kumsherehekea, ama unaona so sawa? Manake pia ikipatikana, unamsifu Larry Madowo, huenda ukawa ama mmoja wao wa target ya wale watu ambao wanapoteza watu kiholelaholela, na utajulikana mahali ambapo ulipo. So, uh, hivyo ndio hivyo, hivyo, wacha tuone kunaendelea kufanyika nini kule Tanzania, tukisubiri tu uh, tutasikia ile ripoti ambayo Rais Samia Suluhu alisema uh, wale wapelelezi ambao wanaifanya wanapeleleza alafu waunganishe ripoti ya serikali kuu na ripoti ambayo ilipeana na jeshi la polisi, kama zinalingana. Kama zinalingana, sasa kama zilingane, pia tutajua rais Suluhu atatuambia nini ama atasema nini. Kwa sasa ni hayo, tuna usitoke bila kufanya nini, bila kusubscribe. Manake, subscription yako ndio inatuweka ndio inatuweka mjini, ndio inatuwezesha sisi kuwaletea habari tunazowaletea kila wakati, jinsi zinavyotufikia kwenye station, uh, station yetu ama kwenye studio zetu hapa, na kwa jina ni nani yule mmoja tu Yaani, Allan Khoyi yule presenter wako wa Allan Khoyi TV, kila wakati, kila saa, kila nyakati na mahali popote utampata, ndio huyu huyu huyu tu hapa. Asanteni sana.